Nilikuwa anajiuliza kama Mungu ameumba machozi, ni wakati gani atakapo, kama watu wa wa dini wanahubiri tusiri. Lakini leo baba askofu amejibu swali moja kubwa sana kwamba tulie, lakini tukiamini ipo siku tutafufuliwa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatoa pole nyingi sana kwa familia, lakini pili, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshatoa pole nyingi sana kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali. Sasa nitimishe kwa kusema familia, tangu umri huu mliofikia mmekwisha aga watu wengi sana. Si kawaida sana mara nyingi tukaaga kwa tunadhani sisi sio wasiku. Lakini leo sipo kufika kwenye familia yetu. Kama ambavyo mlikuwa katika imani na waambia watu kusilie. Na sisi tunaendelea kusema shikeni imani kwamba Mungu yuko pamoja nanyi.

kwa akweda sana kwa kwaitirisho kulijalajia labda watu wakasema tusilie. Lakini pia nihudhurie misiba mingine ya watu waliokuwa majambazi ambao wamekufa kwa kupigwa risasi, kwa kutuma moto na watu wenye hasira kali, lakini bado kwenye msiba ule kuna watu wanalia Nasikitika sana, wanaosema baba mama wanaomboleza kwa kwetu sana, lakini pia tunahudhuria misiba ya mtoto mwenye simoni, ambayo inaweza kibinadamu kasema aemewee kwa anyway, kuwa alikuwa hata baba hajaonekana vizuri katika ulimwengu, lakini unamkuta baba nalia na mama nalia lakini sksikiza mahubiri ya wachungaji wetu na maneno ya Mungu mengi kwa nyakati nyingi yanaskiza kisilia, lakini leo Baba Skofu so, umenijibia swali kubwa sana nilikuwa najiuliza kama Mungu ameumba machozi, ni wakati gani anatoka, kama watu wa dini wanahubiri kusirii. Lakini leo Baba Skofu so, umejibu swali moja kubwa sana kwamba tulie, lakini tukiamini ni siku tutafukuliwa kutasukuliwa. Kwa hiyo nami ametimishe kwa maneno kwamba kwanza, mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatoa pole nyingi sana kwa familia, lakini pili, mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshakuwa pole nyingi sana kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dkt. Hussein Ali, na sisi sote tunaungana na msiba mkubwa. mimi nimekuwa ni mtu wa karibu sana na kaka yangu Charles. Sasa nihitimishe kwa kusema familia, tangu umri huu mliofikia, mmekwisha aga watu wengi sana, sikawaika sana mara nyingi kwa aga kuwa tunadhani sisi sio wausika lakini leo msiba umefika kwenye familia yetu, kama ambavyo tulikuwa katika imani na wambia watu kusilia, na sisi tunaendelea kusema ishikeni imani kwamba Mungu yuko pamoja nanyi nyakati zote. Baada ya kusema haya, pasto, itakuwa ni aibu sana kuja kumuaga akaekuchaa sia katika kanisa ambalo alikuwa kisali nyakati